Ni mmoja wa Watanzania ambao ninaamini kwamba uzalendo wa nchi haufundishwi, au visasi havifundishwi, wema haufundishwi, bali vinatokana na mazingira. Sasa lipo jambo ambalo linaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ameanzisha chama cha siasa ndani ya chama cha siasa. Lakini pili, askofu Josephat Gwajima kaanzisha chama cha siasa ndani ya chama cha siasa, na viongozi hawa vyama vyao vya siasa vimepata wafuasi wengi kweli kweli kweli, tofauti na watu walivyokuwa wanatarajia. Ieleweke kwamba upo udhibiti mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania katika upatikanaji wa habari, kuna udhibiti mkubwa sana wa maudhui ya habari wa Tanzania kupata habari, lakini kutokana na mazingira na zama zenyewe hizi za sayansi na teknolojia, imekuwa vigumu sana kufanikisha katika jambo hili. Na mara kadhaa mimi nimekuwa nikitoa maoni kwamba kudhibiti habari, kudhibiti maudhui ya habari kwa sasa, kwa hapa tulipofikia, katika dunia ya sasa ni jambo gumu kidogo. Kwa mfano, jana Humphrey Polepole alikuwa akizungumza na umma kupitia teknolojia. Tunafahamu vyombo vya habari vingi vya Tanzania kwa sasa haviwezi kuchapisha habari ama maudhui ya habari ama mahojiano ya Humphrey Polepole au Gwajima, na chombo cha habari chochote kinachothubutu kuchapisha habari za Gwajima ama mahojiano ya Gwajima au mahojiano ya Humphrey Polepole, chombo hicho cha habari kitaamuliwa kuyaondoa maudhui hayo ili watu wasipate taarifa hizo. Lakini kama nilivyosema, kwa sasa kudhibiti maudhui ya habari au upatikanaji wa habari kwa teknolojia iliyopo ni ngumu sana, hata tungefungia vyombo vyote vya habari. Na ndiyo maana saizi Afre Polepole anatumia sana Facebook na Instagram, lakini vivyo hivyo Josephat Gwajima anatumia sana Facebook na Instagram kufikisha ujumbe kwa umma na wamekuwa na wafuasi wengi kweli kweli, wakiwemo viongozi na wananchi wa kawaida. Na vyombo vya habari ama waandishi wa habari pia wameendelea kufuatilia maudhui yanayotolewa na viongozi hao, ambao kwa sasa, kutokana na mdororo wa namna moja ama nyingine, hasa matarajio ya chama kikuu cha upinzani kuto kuingia katika uchaguzi kutokana na yale ambayo yametokea huko nyuma, yaani Chadema walikataa kusaini kanuni za maadili za vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu, hivyo kikaondolewa. Na nishawahi kusema Chadema kutokana na hali iliyopo tangia mwanzo kabisa, na niliomba watazamaji noti maneno yangu kwamba Chadema haiwezi kuwa salama, ila Tundulisu atakuwa salama. Nadhani pia katika mwenendo ambayo inaendelea tunaona yale ambayo nilikuwa nimezungumza kama kutabiri, lakini si kutabiri kwa sababu nimeishi kwenye masuala hayo ya siasa, katika uchambuzi wa mambo mbalimbali na kufuatilia mambo kadhaa yaliyoko wazi na mengine ambayo yako wazi. Urejee katika mada hii ya chama cha siasa ambacho kime eh, kimeundwa na Humphrey Polepole. Ikumbuke kwamba kutokana na hali ambayo imeendelea sasa katika nchi yetu kuelekea uchaguzi mkuu, Humphrey Polepole amekuwa kama chama cha siasa kipya ambacho maudhui yake ama hoja zake zinafuatiliwa na watu wengi sana, kutokana na anavyowasilisha hoja zake dhidi ya serikali na watu wengi. Hii wala haina upinzani Niko wazi kabisa, watu wengi wanatamani kusikia hoja za kisiasa na hoja za uchambuzi kuhusiana na matendo ya serikali iliyoko madarakani, na kwa sababu watu wanazikosa hoja hizo za uchambuzi kutoka kwa waandishi wa habari walio wengi, kutokana na udhibiti, kama nilivyosema, udhibiti mkali uliopo wa maudhui ya habari ya uchambuzi habari na makala za uchambuzi. Sasa watu wanaweza kumfuatilia kila mara Humphrey Polepole na hoja zake zinawaingia akilini walio wengi ambao nimekutana nao, elimu wanayoipata kutokana na hoja za Humphrey Polepole, wanaungana naye, lakini pia baadhi yao hoja anazozitoa Askofu Josephat Gwajima wanaungana naye, imekuwa ndio kama imekuwa ndio gazeti, imekuwa ndiyo media sasa ya mahala pa kusikiliza hoja za kisiasa dhidi ya serikali, na ndiyo maana ninasema kwamba Josephat Gwajima na Humphrey Polepole wameanzisha vyama vya siasa, na watu wamekuwa wakiwakimbilia kuwasikiliza huko, baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kutokuwepo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Vyama hivi vya siasa ama mtazamo huu wa Askofu Gwajima na Humphrey Polepole pole, wewe mtazamaji unaokubali uendelee hivyo ama usiendelee? Kwa sababu vyombo vingi vya habari wachambuzi wengi wa habari wanadhibitiwa kwa namna moja ama nyingine kutoa mambo yale ambayo kwa namna moja ama nyingine hayafanyiki vema na baadhi ya watendaji wa serikali. Lakini je, itasaidia nini kudhibiti vyombo vya habari? Je, udhibiti uliotokea kwenye vyombo vya habari na kutokuweza sasa kudhibiti teknolojia ambako wanapumulia kina Polepole pamoja na Josephat Gwajima na wengine. Je, serikali imefanikiwa kwa kiasi gani? Na nini unaona mbele yako? Karibu kwa maoni yako.